andika hapo ndoa ikikataa imekataa andika ya pili haraka haraka kila mtu akona kwao nione all together yeah. ukinikasilisha nione dragon ya can go back to where I came from nilikotoka ijui kama unanipata atujashikanishwa na glu nani? Hapana. I can, I can vamoose. <laughs> I can disappear. oguo ojage, so wacha ku assume hati sababu I said for richer for poor for healthier for better for sexier, for wherever. Ukinikuja ukini wrong side tadege yo ajita Andika ya mwisho haraka haraka tu na wakati. Watu wataongea wachoke na maisha iendelee. Anita. Very nice. But us hivi ufikirie nao that here. Tuna shia na forte that I cannot live. Naweza kuacha nani? Tuachiele, yeah. Tu nawe. Ya? Yeah. Angalia saa name yako. Inakaa yangu. We have different names. What does that tell you? Ukiniletea kenyoriro